Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika katika shule ya msingi Igomelo Halmashauri ya Wilaya ya Mbarali, mkoani Mbeya, mkurugenzi wa Bodi ya Maji Bonde la Rufiji, Mhandisi David Munkyala, amesema zoezi la upandaji miti lina umuhimu mkubwa katika kulinda vyanzo vya maji, kurejesha uoto wa asili na kupunguza athari za mabadiliko tabi ya tabia nchi. Wote tunafahamu umuhimu wa mtu wa Great Ruaha katika uchumi wa nchi hii, kwa sababu ni mtu ambao kwa kweli unachangia maji mengi kwa ajili ya kilimo hasa katika eneo la Usangu. Tunatambua kilimo kikubwa kilichopo cha mpunga katika eneo la Usangu, lakini pia mto huu unasaidia sana katika uhifadhi kwenye mbuga hifadhi uh, yetu ya taifa ya Rua, Rua National Park. Lakini maji haya yanapotoka katika mto huu yakiwa katika mto Ruwa, yanaingia katika bwawa la, la, la kuzalisha umeme la Mtera Kidatu na hatimaye katika bwawa la Julius Nyerere. Kwa hiyo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na e, Mheshimiwa Waziri wetu e, wa maji Mheshimiwa Jumaa Aweso kuhakikisha kwamba rasilimali za maji zinatunzwa kwa wivu mkubwa. Kwa upande wake mratibu wa mradi wa NBS Usangu kutoka bodi ya maji Bonde la Rufiji David Muginya amesema ushirikishwaji wa wanafunzi unalenga kuwajengea tabia ya utunzaji wa mazingira kwa vitendo. Sasa kazi mojawapo inayotusaidia katika hifadhi ya mazingira ni upandaji wa miti. Kwa hiyo tuna mradi una plani kwa mwaka wa fedha huu kupanda miche elfu hamsini na tumefanya kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Mbarali, ambapo tunashirikisha shule, na kwa awamu ya kwanza tutafikia shule eh, shule kumi na tano katika wilaya ya Mbarali eh, ambayo inapakana na mito na ambazo zinapakana na mito na, na, na vyanzo vya maji. Kwa hiyo, kwa, kwa ujumla zoezi hili ni muhimu sana katika kuhifadhi na kutunza kingo zoezi hilo linahusisha wanafunzi wa shule za msingi kumi na tano kutoka vijiji vinavyonufaika na utekelezaji wa mradi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuwajengea watoto uelewa wa mapema kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na rasilimali za maji. Kuna umuhimu wa kupanda miti ili tuongeze vimvuli na mvua nyingi, lakini vyanzo vya maji viendelee kuwa endelevu, itusaidie katika shughuli mbali mbalimbali, mfano kuzalisha umeme katika mabwawa na hata kutumia maji. Maji ni uhai. Sisi kama wanafunzi tumeshiriki leo kupanda miti ili kuzuia mmomonyoko wa udongo, uharibifu wa vyanzo vya maji na utunzaji wa mazingira, na masisha wana, wazazi wetu waendelee kutunza mazingira ili kuwe na, na, na uendelevu wa, wa vyanzo vya maji. Akizindua zoezi hilo, katibu tawala wa wilaya ya Mbarali, Frank Sicharwe ametoa maelekezo kwa wadau wote kuhakikisha vyanzo vya maji vinavyotoka Bonde la Usangu vinalindwa, kwa kuwa ni mhimili wa miradi mikubwa ya maendeleo, ikiwemo uzalishaji wa umeme, kilimo cha umwagiliaji pamoja na utalii. Sasa watu wenye nia mbaya na nchi yetu, wenye nia mbaya na nchi yetu, watatuhamasisha, watatushauri tuongeze kilimo pembezoni mwa mito ili maji yasifike bwawa la Mwalimu Nyerere hatimaye likauke, ili waendelee kutuuzia jenereta. Sisi kazi yetu ni kulinda vyanzo hivi vya maji, tuhakikishe hakuna mtu anasogea kule pembezoni mwa mto, ili maji yafike kwenye bwawa la Mwanyerere kwa wingi na umeme uzalishwe kwa wingi, tuuze nchi jirani na kwingineko, tuweze kupata fedha za kigeni na uchumi wetu uweze kupanda. Bodi ya Maji Bonde la Rufiji inaendelea kutekeleza afua mbalimbali za uhifadhi wa mazingira katika bonde la Usangu kwa lengo la kulinda rasilimali za maji na kuimarisha ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. Zuhura Zoheri Abudi TV.